hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja wa wafuataji wangu hapa, anaitwa Flora Isaac, anasema Dr. Samani, ni vizuri kumpa mtoto gripe water endapo anasumbua. Tumeona kina mama wengi sana wanatumia, anatumia gripe water anapoona mtoto wake analia, mtoto analia sana labda amemnyonyesha vizuri, inawezekana wakati mwingine anamfanyia massage, lakini hapungui kuweza kulia na kujinyonganyonga kwa sababu ya changamoto za gesi lakini vilevile na ule utoto ambao ni uchanga ambao unapelekea maumivu ya tumbo na changamoto mbalimbali. Sasa kina mama wengi huwa wanajaribu kutumia vitu tofauti tofauti ili kuweza kupunguza adha hizo haswa kipindi cha usiku ambapo labda wanakosa usingizi na vitu kama hivyo. Sasa gripe water, mimi binafsi huwa siruhusu mama yoyote mwenye mtoto mchanga aweze kutumia gripe water, yaani mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita mara nyingi na shauri anywe maziwa yako we mama tu, labda kama itatokea mtoto huyo anaumwa kuna dawa ameandikiwa na daktari kutoka hospitali. Mara nyingi gripe water inapatikana tu kwenye maduka, mnaweza kaenda mama ukanunua, lakini kisayansi inaonyesha kwamba haina msaada wowote, na wengi huwa wanatumia kwa sababu labda mtoto anajaa sana gesi tumboni, analia sana na kujinyonganyonga, na mtoto mtoto analia mpaka amekuwa usoni mwekundu na hatulii. Sasa akina mama, labda unawaza kwamba gripe water inaweza kusaidia. Ndio, kuna baadhi ya kinamama wamekuwa wakitumia wanasema kwamba zinasaidia, lakini kisayansi hakuna uthibitisho wote kwamba gripe water inaweza ikasaidia kupunguza hayo maumivu yanayotokana na gesi, labda koriki kwa mtoto ambaye ni mchanga. Sasa wakati mwingine sisi kama madaktari hatushauri sana uweze kutumia gripe water au dawa nyingine ambazo haujaandikiwa na daktari, kwa sababu kwa mfano kama gripe water ina baadhi ya vilivyomo ndani yake, kwa mfano kuna pombe, lakini vilevile kuna sukari ambayo iko nyingi na content nyingine au vitu vingine ambavyo si salama sana kwa mtoto na kisayansi haijathibitishwa. Na wakati mwingine inaweza sikusaidie, na kiuharisia, mara nyingi haisaidii kupunguza changamoto hiyo ya mtoto kuweza kulia labda akawa na changamoto hii ya tumbo au kujaa gesi. baada yake, kuna vitu vingine ambavyo unaweza kufanya au katafuta dawa nyingine ambazo unaweza ukaandikiwa na daktari. Sasa mara nyingi tunasema kwamba si salama, lakini vile vile vilivyomo ndani yake inategemeana, kwa sababu unaweza ukaambiwa tu kwamba ni gripe water, lakini blandi ziko nyingi na lazima usome vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo kwa mtoto ambaye yuko chini ya miezi sita, haswa wale ambao wanakuwa wana mwezi mmoja, mwezi miwili au chini ya miezi mitatu mara nyingi wanapata hizo changamoto na si salama sana kuweza kuwapa, labda kama tutakuwa umeandikiwa na daktari wako. Hasa akiwa chini ya mwezi mmoja ambao tunaita kitaalamu neonate, yaani mtoto mwenye umri kuanzia siku sifuri mpaka siku ishirini na nane, hiyo inakuwa ni hatari sana kuanza kumpa vitu hivyo. Sasa inawezekana najiuliza sasa mbadala wake ni upe. Mtoto wako analia sana na anajinyonga nyonga na inawezekana amejaa gesi. Cha kwanza kabisa, kuna mambo mengi utakuwa uangalie. Kwanza angalia mtoto wako unamkalishaje kwenye chuchu, au unamshikizaje kwenye chuchu. Kuna wale watoto ambao unakuta wao wanakunywa maziwa ya kopo, unampaji hiyo chuchu ambayo ni ya bandia, unampaji mtoto wako anaishikaje? Je, anavuta akiwa anaingiza na gesi au chuchu yenyewe ni kubwa kuliko mtoto mwenyewe au ni ndogo kuliko mtoto mwenyewe. Lazima uangalie kwa ukubwa wa ile chuchu, lakini vilevile vile na mtoto wako alivyo. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna u, ukinzani, hata kama mtoto wako ananyonya, labda unakuta chuchu yako ambayo ipo kwenye titi ni kubwa sana kuliko mtoto, au unakuta mtoto wako anashikiza vibaya. Inawezekana chuchu iko vizuri, lakini mtoto anashikiza vibaya. Kama anashika vibaya, anavuta gesi, anaweza kujaza gesi tumboni na ikawa changamoto ya mtoto wako baadaye unakuta labda unamnyonyesha, labda wewe ndio mtoto wa kwanza, haujui namna ya kuweza kumshikiza vizuri, lakini vilevile haujui namna ya kuweza kumpunguza gesi au kumbeurisha. Kwa hiyo mtoto lazima abeurishe, na kama huwa humbeurishi mara baada ya kuweza kunyonyesha au katika vipindi hivyo ambavyo unanyonyesha, unaweza kukuta amenyonya kidogo, ameacha mdogo, unaweza kumfanyia massage mgongoni au kumbeurisha, kama kwenye video yangu niliyoelezea. Kama hukuweza kusikiliza, unaweza kubonyeza suggestion hapo juu, ila utasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Sababu nyingine, angalia namna unavyolisha mtoto wako. Wakati mtoto anaweza kawa analia sana, unamnyonyesha anavuta gesi, lakini vile, wakati mwingine anaweza kawa anachanganya kati ya maziwa ya kopo na yako. Labda na maziwa kiwango kidogo cha kwako, lakini akini vile vile una maziwa ya kopo ambayo unatumia labda mtoto hashibi. Kwa hiyo unakuta yale maziwa ya kopo wakati mwingine uchanganyi vizuri maji ambayo inatakiwa, maji yanakuwa baridi sana, mwisho wa siku unachanganya maziwa ambayo ya uvuguvugu na ambayo ni ya baridi. Na kuna baadhi ya watoto hawawezi kuvumilia maziwa ya kopo, kwa hiyo mwanzoni, lazima atakuwa anapata maumivu ya hapa na pale, na kijamba anatoa gesi ambayo ni harufu kali kari sana, ingawa yeye ni kichanga. Hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba unamfanyia masaji na uhakikisha kwamba umemshikiza vizuri kwenye chuchu, au kama mnampa kwenye kikombe, basi mkalishe katika mkao ambao mzuri, ambao ni wima, na anyonye vizuri akiwa amekaa wima. Vile vile kuna message zile ambazo unakuwa umeshamaliza kumnyonyesha, labda unaona mtoto wako ameanza kujinyonga nyonga, anaanza kulia taratibu, ni vema uweze kumfanyisha message zile kama za kibaskeli. Kuna baadhi ya video nimezungumzia, unaweza kutafuta hapa kujifunza. Lakini vile vile si vema sana kuweza kumpa chuchu bandia ambayo tunaita pacifier, si salama sana kwa mtoto wako ambaye yuko chini ya miezi sita, na haina msaada wowote yule, japo tunaiga tu kwa wazungu. Vile vile kuna mambo mengine naukaangalia, sio vema sana kuweza kumpa kwa mfano kama hizi gripe water, baadhi ya vyakula, maji ya uvuguvugu, sio maji ya moto, sio salama sana kwa mtoto ambaye ni mchanga. Maziwa ya ng'ombe sio salama. Badala yake kuna vitu ambavyo sasa unaweza kuvifanya kama hivu, kama hivyo. Kama mtoto alikuwa anakaa vibaya, basi mkalishe vizuri. Kama kuna changamoto ya chuchu, basi pambana chuchu yako iwe vizuri vizuri, na umshikize, kama nilivyosema, mfanyie massage za kutosha na vile vile hakikisha kwamba mtoto wako ameshika vizuri chuchu na ananyonywa maziwa ipasavyo, lakini vilevile usisahau kumfanyia zile massage kama nilivyoweza kusema. Lakini kama kuna vitu vingine unataka uweze kujifunza, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi niko tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Kwa hiyo mtoto utaki uweze kumpa gripe water haswa hawa ambao wanakuwa chini ya mwezi mmoja, ni hatari sana. Kwa hiyo Bwana Flora, nakushauri kwamba si salama Otherwise au kama na changamoto, ni vyema uweze kwenda hospitali, ukapewe ushauri, uulizwe labda kama ulikuwa ufanye masaji, changamka kuweza kufanya masaji eh, mbeulishe mtoto wako vizuri, mshikize kwenye chuchu vizuri. Muda unavozidi kwenda, anaweza kawa analia pamoja na kwamba unafanya vitu vyote hivi, ila bado analia, muda unavozidi kwenda, akifikisha miezi mitatu miezi minne anaanza kuwa yuko vizuri, kwa sababu ile misuli yake pia inaanza kuimarika kadiri umri wake unavyozidi kusogea. Kwa hiyo changamoto hizi huwa zinawakuta watoto walio wengi sana. Ni vyema kuhakikisha tu kwamba mapema tu unapokuwa unamnyonyesha, angalia unamshikiza vizuri. Kama unashindwa kumshikiza, nenda hospitali ya kuelekeza au nesi akuelekeze, namna ya kuweza kushikiza mtoto wako vizuri bila kuwa na changamoto. Kwa hiyo mtoto hutakiwi uweze kumpa gripe water, haswa hawa ambao wanakuwa chini ya mwezi mmoja ni hatari sana. Kwa hiyo Bwana Flora nakushauri kwamba si salama otherwise au kama na changamoto, ni vyema uweze kwenda hospitali ukapewa ushauri, uulizwe labda kama ulikuwa ufanye massage, changamka kuweza kufanya massage eh, mbeulishe mtoto wako vizuri, mshikize kwenye chuchu vizuri. Muda unavozidi kwenda anaweza kuwa analia, pamoja na kwamba unafanya vitu vyote hivi, ila bado analia mda unavyozidi kwenda akifikisha miezi mitatu miezi minne, moto sasa. Kama ulikuwa unajiuliza maswali kwamba masaji zenyewe unafanyaje na ziko za aina ngapi, ambazo zitasaidia kuweza kupunguza gesi tumboni na ukaepukana kuweza kutumia dawa hii kama gripe water, ambazo wakati mwingine kama alivyosema mara nyingi hazina msaada na kisayansi hamna uthibitisho wowote kwamba ina msaada. Kwa hiyo kama unataka kujifunza kuhusiana na maseji hizo unaweza kwa click suggestion hiyo hapo ukasikiza video kuhusiana na namna ipi ya kuweza kumbeulisha mtoto wako ambaye mchanga. Karibu sana.